Mnamo Februari 27 mwaka 2025, mwanasiasa mkongwe wa Tanzania, Dr. Wilbroad Slaa, mwenye umri wa miaka 76 amesema anapigania kuondoka sheria zote mbovu na ni kati ya watu wanaosimamia no reforms, no elections na msimamo wake unajulikana. Akizungumza hayo Februari 27 baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kuieleza mahakama ya kimumkazi Kisutu kuwa hana nia kuendelea na shauri hiyo dhidi yake. Dr. Slaa alikuwa anakabiliwa na shtaka moja la kusambaza taarifa za uongo kupitia mtandao wa kijamii wa X, tukio ambalo analodaiwa kulitenda Januari 29 2025, ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Uamuzi huo ulitolewa Alhamisi Februari 27 na hakimu mkazi mfawizi Franco Kiswaga baada ya upande wa mshtakiwa kuwasilisha maombi hayo. Mshtakiwa huyo alifutiliwa mbali shtaka lake chini ya kifungu namba tisini na moja, moja cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA sura 20 iliyofanywa marejeo mwaka

Kabla ya kufutiwa shitaka hilo mawakili wawili waandamizi wa, wa, wa serikali Jobu Mrema na Clemence Kato walieleza mahakama kuwa DPP hana nia ya kuendelea na shauli hilo, hivyo anaomba kuiondoa kesi hiyo. Itakumbukwa kwamba mwandishi wa habari mwandamizi Ansbert Ngurumo amehoji kauli ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, Tundu Lissu kuhusu msimamo wa chama hicho juu ya uchaguzi ujao. Ngurumo anahoji iwapo kauli ya Lissu kwamba bila mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi inaashiria Msimamo kususia uchaguzi au kudhibiti mchakato wake. Kwa mtazamo wa mwenyekiti anaposema ili iweje, unaona kabisa hii ni kauli ya kususia uchaguzi. Sasa swali linakuja, je, chadema kikiamua kususa uchaguzi, vyama vingine vyote vitasusia? Mwenyekiti anasema uamuzi uliopo sasa ni kuzuia uchaguzi iwapo hakuna mabadiliko. Swali ni kweli, katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania tunayoyafahamu Chadema ina uwezo kuzuia uchaguzi? Amehoji Ngurumo akitoa mtazamo wake. Ngurumo amependekeza kuwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ina nguvu ya kuzuia uchaguzi, basi ni vyema ikatumia nguvu hiyo kushiriki na kushinda. Ukiniuliza mimi, nitasema hivi, kama Chadema ina uwezo kuzuia uchaguzi, nina ushauri ishiriki, ili itumie nguvu hiyo hiyo ya kuzuia ishinde. Yeyote mwenye uwezo wa kuzuia uchaguzi huu ana uwezo wa kushiriki na kushinda, amesema Ngurumo. Hata hivyo, aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Dr. Slaa amesisitiza kuwa ibara ya nane ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa mamlaka yote kwa wananchi, hivyo wao ndio wenye uamuzi wa mwisho kuhusu uchaguzi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, kupitia sheria zilizoboreshwa na wananchi, ndio watakaosema no reform no re-election, siyo Chadema inasusia au haita wananchi wenyewe ndio wa watakazozuia uchaguzi. Kwa mujibu wa Dr. Slaa, msimamo wa Chadema si tu kauli ya kisiasa, bali ni harakati za wananchi kuhakikisha haki yao ya kupiga kura inalindwa. Ameeleza kuwa wananchi wameonyesha dhamira yao kwa kuungwa mkono kampeni ya Tonton inayohamasisha mchango wa fedha kusaidia harakati za kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Wananchi wenyewe wa waliochanga hela hao tayari wanatosha kusema no reform no election. Sasa kama walivyotoa ratiba Chadema wanakwenda nchi nzima kuhamarisha hili na hakuna propaganda itakayosimamisha nguvu ya wananchi amesisitiza. Pia Dr. Slaa imekuja baada ya ngurumo kuhoji iwapo Chadema ina uwezo wa kuzuia uchaguzi na kupendekeza kuwa kama chama hicho kina nguvu hiyo, basi ni vyema kikatumia nguvu hiyo kushiriki na kushinda uchaguzi. na mfuatiliaji wetu wa Habari Kiganjani, habari iliyokopo sasa mezani kwetu ni wananchi watazuia uchaguzi, Chadema ni mhamasishaji tu, Dr. Slaa amesema. Mwanasiasa mkongo na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Dr. Slaa ametoa ufafanuzi kuhusu kauli ya no reforms no elections akisema kuwa si msimamo wa Chadema kususia uchaguzi bali ni kuzuia uchaguzi na ni wananchi wenyewe ndio watakaongoza zoezi hilo, iwapo hakutakuwa na mabadiliko ya msingi katika sheria za uchaguzi. Akizungumza kupitia jukwaa la Kumekucha la mtandao wa Clubhouse. Dr. Slaa amesema kuwa tafsiri ya mwandishi wa habari mwandamizi Asbet Ngurumo kuhusu msimamo wa Chadema inaweza kuwa na upotoshaji kwa sababu ya ukosefu wa uelewa wa kina juu ya hoja hiyo. Kuna watu ambao hawana chanzo kingine cha taarifa, wanategemea mitandao, kwa hiyo akiwapelekea hivyo waris anayohitaji Asbet Ngurumo kwa sababu tu hajafanya utafiti, itakuwa sio vizuri amesoma amesema Dr. Slaa. Ameeleza kuwa msingi wa kauli ya no reform no election unatokana na mazingira halisi ya uchaguzi nchini, hasa baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika miezi michache iliyopita, ambapo alidai ulikumbwa na dosari nyingi. Tujikumbusha kwamba ni miezi mitatu tu tumetoka kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na kwa uchafuzi tuliouona, ni mjinga tu anaweza kukubali kushiriki uchaguzi mwingine kabla ya mabadiliko ya msingi katika sheria za uchaguzi. Wenzetu wanapotosha kwa kusema kuwa marekebisho ya sheria alifanywa mwaka jana, lakini ni wale tu ambao hawajasoma yale mabadilisho ndio wanaweza kusema sheria zetu zilimboreshwa, amesema. Dr Slaa alisisitiza kuwa ibara ya nane ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa mamlaka yote kwa wananchi, hivyo wao ndio wenye uamuzi wa mwisho kuhusu uchaguzi. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, kupitia sheria zilizorekebishwa, wananchi ndio watakaosema no reform no election, sio CHADEMA inasusa, au haitashiriki. Wananchi wenyewe ndio watakaozuia uchaguzi. Hii ni haki ya yao kwa mujibu wa ibara ya nane ya Katiba, inaeleza kuwa mamlaka yote yatatoka kwa wananchi, amesema. Kauli ya Daktari Slaa imekuja baada ya Ansbert Ngurumo kuhoji iwapo Chadema inaweza kuzuia uchaguzi na kupelekea kuwa kama chama hiko kina nguvu hiyo, basi ni vyema ikikatumia nguvu hiyo kushiriki, kushinda, kushiriki na kushinda uchaguzi.